Bana, nimefika mamlaka yangu bwana, sitaka force kwa hapa bwana. Kabla hayo tunaona hapo tu ile goyo, ngasema bwana, dada yangu toka awe kwenye matibabu yake, ngasema pinga hajaiona bwana, nimletea pinga ione bwana, kusema chochote mwanangu, kwanza dura ongea